Tabana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa PMTV2. Mimi naitwa Nick Toz na hii ni exclusive interview na moja ya waigizaji wazuri sana wa filamu kutoka hapa nyumbani Tanzania. Kama ambavyo unaweza kumtazama, si mwingine mwingine, ladies and gentlemen, ni Grace. Tabasamu lake linamaanisha kweli. Grace hipo hapa, my sister, mambo vipi? Poa, uko vizuri eh? Niko vizuri sana. Unapendeza sana. Kawaida yangu, utategemea kujibu na uzuri unachangia hai, unachangia kweli, kwani wewe unaonaje? Kawaida hmm, yako na uzuri unachangia, yaani wewe unanionaje? No, e kwanza. Unapendeza hmm? Oh, kweli. Mjini hmm. Kwa mjini yaani, tena sio kidogo sana. Mambo yanaenda <laughs> yanaenda. Hongera ya kwa kazi nzuri. Asante. Hivi ni, ni wewe uligundua una kipaji ama ni mtu ndio aligundua huyu ana kipaji cha kuigiza? Kikweli ili alogundua ni cheusi ndio alinipelekaga sehemu hivyo hmm kama una, una kipaji cha kuigiza. Aa, sijawahi kujua wala sikuwahi kutamani. Na hukuwahi kutamani? Yaani sijawahi kutamani lakini sasa hivi sasa ndo naona, aa, kumbe kumbe na hichi kipaji watu vile wakinisifia ndo unapata lile bichwa lile mm. Sasa hivi una, unafahamika umekuwa maarufu somehow. Uh, kuna namna ishafika, sasa hivi una, una regret ama ume regret kwa maarufu. Uh, kiukweli mi na enjoy kwanza kwa maarufu japokuwa kuna vinani, vinani, lakini, mm, iko, iko vitu vingine waga vinanikataga kwenye mambo yangu. Lakini vitu gani ambavyo vinakukata na unapambana navyo? Hivi vingi tu, saa nyingine umetoka kwenda ku have fun, unakutana na mtu nakuja kuongelesha kwenye sikio kila saa, na mimi najua na mimi naigiza, ni kwamba wanataka msaada wako, si Eh, sasa wanataka msaada kwangu na mimi mwenyewe pia nataka msaada tena. E, nishikwe, na e, hmm. nini, Asi, cancel, najua, eh mimi mwenyewe palipo nataka nishikwe. Naona nataka niwashike. Eh, pili kwanza nifanikiwe, nikifanikiwa nitawashika wengi. Mm. Wewe una wajibu nini au una, una cancel? Ah, siwezi kuwa cancel unajua. Naambia tu sasa nikwambie kitu. Wewe ni DM. Naomba namba yako unajua, mmm wewe atataka kunisumbua huyu. Lakini mtu ambaye anakubali kukudm ni kwamba ni mtu ambaye ana anania. Mm. Kwa unamwambia ni DM. Lakini DM kweli nampa maneno mazuri, namwambia jaribu huku, jaribu huku, eh. Hivyo. Tamfilia yako kwanza ilikuwa ni ipi? Ama filamu yako kwanza ilikuwa ni ipi? Mm, filamu yangu kwanza silikuwa ni skitu. Mm. Anyway, unafanya vizuri sana kwenye tamthilia uh, The Big Boss, husika ambao umeuvaa mwele ndani na character ambayo umeivaa kwa ujumla, kuna namna kile ambacho unakiigiza labda, uh, umesha kukisikia kwa mtu ama kuna mauza uza pia shaku kukutokea labda kwa sababu ya usika wako hapana hakuna mauzauza yalishoi kunitokea hapo nyuma, au saa hivi hamna. Lakini pia husika wangu ule naupenda kwa sababu naonekana kama Big Boss, alafu mimi na mimi nazipenda. Kwa hiyo Big Boss naupenda kweli jamani. Kuna amini, kuna watu wanapenda hizo pesa za haraka haraka. Eh, kunao. Ndio maana kuna wengine wanajiuza Si pesa za haraka haraka. Angekaa chini angeuza vitumbua huyo. Angepata leo elfu hamsini akwenda kujiuza kwa siku moja au laki moja au laki mbili. Eh. Kwa hiyo wanapenda pesa za haraka haraka. Na wapo wengi sana ambao wanani DM, na mimi nitakoniunge, na mimi nitakoniunge. Tamaa. Kuna watu wanataka uwaunge. Mm. Wanataka. Tena wanalazimisha, wana force dada cha roho mbaya na mimi niunge. Mimi mwenyewe palipo kapuku. Mkuunge wapi? Ndo madam bosi mwenyewe. Amna bwana, ile michezo tu ya kuelimisha kwenye jamii basi. Kuna watu wako radhi waue wazazi wao kwa ajili ya kupata pesa. Eh, wapo. Unafikiria hakuna mtu ambaye alishaye kumuua mzazi wake ili apate pesa? Wapo wengi tu. We mweke hela, mweke mtu, mtu anachagua hela. We dunia hii inaenda mbio. mm. Ni somo gani ambalo unatamani watu walipate wali, wali kupitia tamthilia ya yeah, The Big Boss ama kitu gani ambacho unawashauri maybe watu ambao wako rahisi kupata pesa, wako tayari kufanya chochote kuwa wazazi ama hata kujitoa wao utu wao ili tu wawe na pesa? Ah, mimi kiukweli siwezi kuwashauri watamani ale maisha kwa sababu ile pesa ni tamu, lakini ni ya moto. Yani utaitumia lakini ikifikia muda ule sasa kutoa kafara, yani hata kama mtu alikuwa hakufai kwa lolote lakini akiondoka umuhimu wake unauona, umeelewa? eh, hmm. We ni huko chini ya Clam, nafanya kazi na Clam. Kumekuwa kuna ubishani mwingi sana kwenye mitandao kuhusiana na Clam pamoja na Steve Mweusi, waga wanarushiana maneno na nini. Kwa namna ambavyo unamfahamu Clam na namna ambavyo maybe unamfahamu pia Steve Mweusi, ukiwaangalia unaona nani ana hela? Kwa sababu ubishano wao mkubwa ni kwamba mimi nina hela zaidi ya huyu. Mi kiukweli, siwezi kujua nani anahela, yani siwezi kujua nani anahela, kwa sababu sijawai kukaa ndani ya mfuko wa mtu, eti kwamba najua huu mfuko unaingia milioni kumi, milioni ishirini. Hapana, kwa hiyo sijui e, hilo swali ni sijui e. Na ayo mambo mi hayanihusu, msiniingize huko. <laughs> Yaani ayo ya, mambo sio kwamba ugali, no sema sio vizuri yani kumwelezea mtu ambaye umjui e, yani siwajui na siwezi kuwaelezea, yani siwajui kiundani, inaweza kaa tunaonana tu hivi hivyo. Kuna hii kontroversi imetokea sasa hivi mm. uh, kutoka kwa msanii wa, wa tamthilia pia Maltida wa Dunia, uh, kuna interview alifanya vikaribuni, inaonekana kuna mambo si shwari na hususan kwenye masuala ya mikataba na kidizani, kama alizungumza kuwa hapa katikati alikuwa hali ipo pesa, mara kuna kipindi alikuwa analipwa laki na nusu na vitu kama hivyo, uh, wewe una mkataba na Klam. Kuna pesa ambayo uh, unalipwa labda ambayo pia unaridhika nao, ama ndo baadaye mambo yakisha tokea maugomvi na nini, naona unakuja unasema nilikuwa nalipwa laki elfu na hamsini kama hivyo. Kuna una mikataba labda, lakini pia kwa situation kama Maltida unalipia la kulizungumzia? No comment, siwezi kujibu hilo swali haraka. Una mkataba na klabu? Yani siwezi kujibu mimi yayo maswali Hebu niulize tu maswali ambayo yanahusu mimi jamani. No, wewe ni mwigizaji na sisi ni mashabiki ambao tunapenda kuona mafanikio yenu, lakini pia kabla alijatokea, wanasema tiba ni bora, kinga ni bora kuliko tiba. We are asking sababu maybe we need to help. Ah. Sasa Matilda sasa hivi analia. Ah. Sasa mimi kiukweli, mimi naona kabla mngemtafuta Matilda mkaongea naye akawaelezea kuliko mimi hapa, ndio niongelelo jambo kwa sababu halijanikuta na siombei pia alinifanyaje, alinikute. Huenda labda, uh, bosi wake akawa na tatizo au Matilda akawa na tatizo, lakini mimi mwenyewe yani nisijue kwamba hilo tatizo lilianzia wapi. Kila kitu kina chanzo, eh. Na pia sio vizuri kumwongelea mtu kiukweli, mi wote au sina ukaribu nao ni Matilda, tunishie kumuona hivyo yeah. lakini ukaribu nao, sina na hajawahi kunielezea hiyo situation, na nimesikia tu kwenye mtandao, kwa hiyo siwezi kuelezea hivyo vitu jamani. E, mimi ni msanii, naweza nikaigiza kokote. Mbona kama mwanichonganisha eh? Mimi naigiza kokote e. kwa anaweza akaniona labda bichwa huko akaniita akaniona e, miyeusho anaweza akaniita Mwenye. pia natamani kufanya kazi kubwa kubwa, nau kazi kubwa ndo zinapeleka mtu mjini, ndo zinampa mtu matangazo na nini yeah tamani kuliongelea ila unaogopa unaweza kukosa mchongo. Ah, okay, nimekuelewa. Hebu ni